Wanatuogopa Yanga, wasipoleta timu wanatuogopa. Kama hawataki kutuogopa, walete timu, tarehe kipango, walete kikosi. Wasipoleta kikosi, wanatuogopa mm. Wanatuogopa wakisema, wasipoleta... waki, hawataki kuonyesha nidhamu ya uoga, walete timu uda, uda, uda. Uda. Eh. Wanaleta niza ya timu. <laughs> Walete timu wakisema sio waoga, walete timu. Inasemekana hivi sasa wameandika barua kuelekea kwenda katika bodi ya mpira nchini kwetu Tanzania, lakini pia katika kwenda TFF mm, wanazihitaji alama zao tatu <laughs> kwa alama tatu hawezi kupata kwa sababu wao ni kweli walikosea, kwa sababu kisheria meneja hana mamlaka ya kusema anaizuia klabu ya, ya, ya Simba. Kwa sababu gani? Na maana meneja basi atakuwa ajui sheria ya mpira, kama anajua sheria ya mpira lazima ongeza kuishi katika mipaka sahihi na misingi sahihi ya football ili aishi katika misingi sahihi, yeye ule muda asingeizuia Simba, angepiga simu akasema bwana kuna hiki nifanye na na nifenye; lakini hakutaka kuzuia hakutaka kupiga simu na kuuliza moja kwa moja, mamlaka kuzuia timu. Kani makosa makubwa amefanya mm, na wale na na wa, na wa Yanga pia wana makosa kwa sababu hawana mamlaka wa kuzuia, wa kuzuia taasisi. Ile ni taasisi, uwezi ukasema unaye mpaka taasisi alafu taasisi inaenda kwa misingi sahihi ya muda mona muda, muda usika kuchea kufanya mazoezi kabla ya siku moja ya mechi ni saa moja, na Simba wamefika muda mwafaka kwenda kufanya mazoezi, lakini wameweza kuwazuia wai wafanye hivi. Na maana wao labda ndio kwa anatafuta sababu, si tuhepe, na tumehepa kweli. Na mmekwepa ah, tumehepa kweli. Young Africans ana kikosi bora kwa mechi, uliangalia hii leo, kipigo hichi nimapigwa tarehe nane. Ah, kwambie kitu kimoja, mwandishi. Yanga ana kikosi kizuri muda mrefu. Ukisema uzungumzie kikosi bora cha Yanga, Yanga ana kikosi bora, kwa mtu yoyote anaojua mpira hawezi kusema Yanga ana kikosi gani no. Wachezaji wote wapo, wachezaji wazuri wapo, wanacheza vizuri, kwa lazima wa-appreciate kwamba ndugu yako, jirani yako, mtani wako ana kikosi kizuri. Wewe utasema Yanga ana kikosi kizuri? sasa hivi nikuulize, Yanga ana kikosi kizuri? Ah, wewe mwandishi nakuuliza, cha Yanga kizuri? amana mkakimbia mechi? Hatuja kimbia kwa sababu ikosi kizuri, sisi tumekimbia kwa sheria, alafu pia tumeangalia, wametutafutia sababu tumesepa nayo, kwa sababu sio miaka yote ndo tulie bwana. Wewe wafikia wachezaji wazuri wakwetu kwetu wapo, alafu nyewe mnatuletea sababu, sisi tunaishi nayo tukaepa, mzee spidi. Kwa hiyo mlichungulia mechi, tumeangalia, tumechungulia, tumeona siku ya kesho, mbona kama upepo sio tukanyapia nyapia tukapatana na sababu tulivyopata sababu tukaishi nayo sasa. Sasa hivi tunaishi ndani ya sheria, hata mtu akisema wamekimbia lakini tumekimbia ndani ya sheria ndio. Ijumaa naelekea sasa katika mchezo wa ligi ya Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji. Namna ambavyo ukitazama kikosi chako kilivyocheza katika mchezo wa siku ya jana, alama tatu muhimu ni muhimu kupatikana. Unajua TMA ni sana Dodoma Jiji tu kwao, hata waliofungwa Dodoma Jiji na wao watafungwa vilevile, ni usawa tu wa timu ambao upo. Kwa mimi naona kesho ni saa ni tunahamisha tu, tu, magoli tunahamisha magoli sehemu nyingine <laughs> Eh, tunahamisha magoli sehemu nyingine. Yaani tunachukua tatu tunaihamishia nyingine. Ndio. Mm. Sehemu nyingine. Joshua Mutale ulimuona kwa siku ya jana kiwango chake, ubora wake uliuona Joshua <laughs> Mutale. Ayule kwa kweli hata acheze vipi kwa msimu unaokuja bana, kiukoli hatutakuwa naye Tusifiche fiche mimi sina sina kona kona kunji kunji, msimu unokuja atuache tu tuendelee na kutafuta wachezaji wengine, kwa sababu naamini kwamba klabu ya Simba ni kubwa, kwa watu kuwa na wachezaji ambao ni kubwa. Tuwezi kuwa na wachezaji ambao quality zake ni ndogo, lazima tuangalie namna namna gani gani tunabadilisha na, namna gani, tuna na namna gani, tunafanya mchezo unakuwa mzuri zaidi wa klabu ya Simba. uwezo wake umetathmini vipi? Ah, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji sio mchezaji wa kubeza, ni mchezaji mzuri, akifanya mazoezi akikaa katika mipaka yake vizuri, bonge la mchezaji mm. Max, pia Zungeli anaondoka na magoli mawili kwa siku hii, leo amekuwa akizungumzwa sana ah, yule lazima aimbwe, kwa sababu bado ni mchezaji mzuri, huwezi kumkwepa yule. Max ni mchezaji mzuri, ana misingi bora ya football hata ndugu yangu Chisambi alisema role model wake ni Max Mpya Nzengeli mm. Kwao ni mchezaji mzuri. Yeye Chisambi ni mchezaji mkubwa. Mimi nani niseme Max mchezaji mzuri? mm. Mwana mchezaji mzuri lazima, na mchezaji mzuri kwa sababu namuona, hata hata akicheza uwanjani, sometimes akakaa benchi wanajiuliza, akicheza uwanjani hata akakaa benchi wanajiuliza kwa nini Max kakaa benchi. mm. Ndio hiyo tu, Yanga wanachezaji wengi, wana kikosi bora, kwao anaosubora atakianza kaanza atakayokaa nje kama kaanza mm. mm. Ligi kuu Tanzania bara ina ipo katika duru ya Lala Salama mm. namna ambavyo navyotazama ushindani wake na ili sakasaka ama sekeseke la kwenye dabi mm. Unaona bingwa akipatikana kwa namna gani, zaidi wa nani wa bingwa wa ligi kuu. Bingwa wa ligi kuu hapo bado kwa moto kwa bingwa wa ligi kuu, kwa labda kama hizo Yanga waliowataka hizo pointi tatu wapewe, hapo ndo atakuwa bingwa, lakini out of hapo ligi kuu bado ni ngumu. Usikute usikute watu wakafungana kwa pointi sawasawa, ligi inapoenda safari tunaenda mm. <laughs> amua ligi kwa penati <laughs> ushakuiona, ah. hey. Endama ligi kwa penalti safari hii kwa sababu Yanga anataka Simba anataka afu na simbanatakafnkupesili. Hapo ndo kwanza Simba tuna 60% ya kutengeneza kikosi, sisi bado tunajenga timu. Hapo tuna 60%. Tukija tukifikisha 100% tutaomba tuhamishwe ligi kwa sababu ligi ya, ta, ya Tanzania itakuwa sio level zetu <coughs> <coughs> Hey, lazima tuame ligi kwa sababu tunaona kabisa hii inawezekana sio level yetu. Eh, level yetu itakuwa ni ligi nyingine kwa sababu hapo tuna 60%. Bado tunanoa na, msimu unokuja, usajili tukofanya so, usajili mdogo, usajili mkubwa, tunachukua wachezaji wenye quality, wachezaji wenye maana kweli kweli. Umeona wewe, fikia hapa, ndugu yetu atatukuta hapa tu, na tunatoa na, na, na jasho, na bado kikosi ndo kwanza tunarekebisha. Tukasema unafikiri tunaweza tukasema labda Simba tuna kikosi kizuri, hiki kitu chokopo nacho, ndo tunashinda nacho. Sasa hichi kikosi kidogo hiki, ambao kina asilimia sitini ya utengenezaji, ndo tunaubora nacho, sana tunaenda kuchukua kombe. Mwona hatari ilipo hapa. Hapo ndo hatari ilipo sasa. Shukrani sana kiwale. Mimi nashukuru.